Na leo ni Tuesday. Namaanisha, Jumanne. Kila Jumanne kwenye Storm Friends, tutakuwa tunamwangalia model mmoja ambaye anafanya vizuri namaanisha anayepush kinoma noma akihakikisha kwamba fashion industry inafikia level zile. Anyways, I go with the name of Lilian Masuka. Namwiga Chad kwa sababu Chad London takwepo naye hapa ndani. As always makeup yangu inakuwa inasababishwa na dada Rehema Salmo. You can follow her on Instagram through Rehema Salmo hair and makeup on yes, on yes Instagram and guess what I've been dressed and styled by Juju House of Style. Also you can catch her on Instagram kupitia Juju House of Style. Guess what, as I told you, kwamba kila Jumanne tutakuwa tunamwangalia model mmoja ambaye anafanya vizuri wiki hii au anayetufungulia dimba ni Chady Black. We all know Chady Black, namaanisha sisi ambao tuko kwenye fashion industry, lakini wewe pia unapata nafasi ya kumfahamu Chady Black. Hivi ushawahi kuwaza Chady Black ni nani? Probably hujawahi kuanza, ila mimi ninachukua nafasi hii ya kipekee kabisa kukuletea kwako Chady Black na huyu ndio Chady Black. Habari Tanzania. Habari za Afrika. Mimi ni ni Chady Black town superstar model in Africa Mr. Confidence, Mr. Mad Fashion Killer. Nowadays wamekuwa kuniita king. Wananiita king kwa sababu moja tu, uhalisia wa Kiafrika niliojaliwa na Mwenyezi Mungu kwanzia rangi, sura, urefu, and everything about me. You already know what he die, what he he do. Your favorite model in town. Ebwana y sio ya nchi right? Mwenyewe anakuambiami uh, nawaza kwambainaendelea kukua lakini ina moto kibao changamotogani ambazo w umekuwa ukikutana nazo hapa na pale. Lakini nkizungumzia binafsi challenge ambazo ambazo modozwengi tunapitia naeza nkasema labda kwenye upande wa Um, kwenye upande wa serikali kidogo uh, models thamani yetu imekuwa haionekani sana kwa watu wengine ingawa sisi tunawafanya watu wengi sana kuwa na thamani kubwa Kwa nini nimesema hivyo? uh, ukiangalia video za wasanii wetu wa muziki uh, wanapenda sana kuweza kuwatumia models wa kike wa warembo wetu lakini wanavotumia video zao zinakuwa zinaonekana ni nzuri sana, lakini ndio ambao wanapendezesha zile video so mwisho wa siku tunakuwa tusaminiki sehemu gani? Pia ukija kuangalia kwenye malipo, tunaonekana tuko kirahisi, akamchukua modo wa kike au wakiume video, lakini ukakuta kwenye malipo kidogo sio hivyo ya kuridhisha kama kama vile ambavyo wanakuwa wamependezesha video zake, so inabidi kidogo tuweze kuangaliwa kwa namna moja ama nyingine, pia tuweze kupata ile thamani yetu tukiwa kama models, kama pia ni wasanii kama kioo cha jamii, kwa sababu pia tunatumia vile ambavyo tunavyo kwa kuwakilisha au kwa kuipresenti jamii kwa vile ambavyo inavyotakiwa, ina tunavaa husika wa vitu tofauti Ok, najua wewe ni modo ambayo siku zote unakuwa unatamani sana uonekane, yaani, zikija audition za kina AR kama tulivyopita news cut pale kwenye miaka kumi ya alile Mtula. By the way, shout out and big up. Nyuliza mimi ninakuaje, nafikaje pale matangazo yale ya hapa na pale ambayo na mimi lazima yanipitie, hiki ni Chady alichosema kwamba wewe kama modo inabidi uhakikishe kwamba unakizingatia. Naweza nikasema, um, kwamba kinachomfanya modo wavume pia ni, ni picha au video. Yaani kikubwa kwamba modo chakula chako ni picha au video. Na maanisha nini? Ukija kwenye industry ya music, uh, labda let's say wasanii wetu wa Tanzania asipotoa uh, nyimbo na video kwa muda mrefu anakuwa anasahulika. Lakini akiweza kutoa nyimbo labda mwezi huu akakaa labda baada ya wiki kadhaa akatoa na video bado anakuwa ipo on air. So uh, kwa sisi models tuko kwenye ya picha pamoja na video , so ndio vitu ambavyo vinatufanya kwamba tunaonekana kama bado tupo kwenye game. Welcome kama model inatakiwa ufanye vitu fulani, as you already know. Kama sisi kama Storm sisi tunajua, we the baddest when it comes to fashion hapa Tanzania na East Africa in general, but also tunafanya kitu kinaitwa fashion for a cause, ndo maana uliona tukafanya Rudisha Fadhila, tukafanya ile project na uh, shaker all about kuhakikisha kwamba tunaleta humanitarian cause katika fashion industry. Lakini pia, Chady anakwambia kama modo inabidi ujiongeze kidogo ufanye vitu vinavyoleta meaning, kama wao na hii photo shoot yao, ambao waliamua kwamba kuonyesha kwa kwamba sigara ni hatari kwa maisha yako, na hivi alituelezea concept yake. um, picha ambayo nilikuwa nimevaa gloves lakini pia nilikuwa na moshi wa sigara, i mean ni moshi ambao ulikuwa unatoka. Ile picha ilikuwa inazungumzia nini? ile gloves hi, ni mara nyingi gloves zinatumika sana hospitalini kwa madokta, lakini ukiangalia moshi, jamii yetu kubwa sana tunavuta sana sigara, watu wanavuta sigara. So ilikuwa na maana gani picha zile ambazo nimeziachia, kwamba gloves ni, ni dokta, lakini pia moshi ni sisi wavutaji sigara au wavutaji sigara, lakini pia kwamba before pia hujavuta hata ile sigara, kwenye kwenye kasha yake inaandika kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. So unaweza kuona jinsi gani inaweza kufikisha ujumbe kwa jamii ikiwa ni gloves lakini pia nimetoa moshi. Nikiwa kama modo, nimejaribu kuweza kutumia akili yangu mimi na timu yangu, tukaweza kufikisha ujumbe kama hivyo. So, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. On watching Storm Trends, na namaanisha endelea kuangalia Storm Trends kila Jumatatu mpaka hii Jumaa saa moja kamili usiku on Clouds TV, lakini pia endelea kusubscribe to our youtube channel at Liliani TV.